Oktoba 15, 2015 ni siku ambayo aliyekuwa mbunge wa jimbo la Ludewa, marehemu Deo Filikunjombe alipata ajali ya helikopta ya pori la Selum kwa ni Morogoro na kupoteza maisha akiwa na wenzake watatu, Kasablanka Haule, Egdi Nkwera pamoja na William Sala aliyekuwa rubani wa helikopta hiyo. Wanaludewa na Watanzania kwa ujumla wanaadhimisha mwaka mmoja tangu kifo cha Deo Filikunjombe kwa misa maalumu iliyoendeshwa na askofu mkuu wa jimbo katoliki la Njombe, Askofu Alfred Maruma ambaye anasema marehemu alihangaika na mambo mengi kwa ajili ya maendeleo ya Watanzania, jambo ambalo linapaswa kuendelea kuenziwa. Ndugu yetu alihangaika na mambo mengi mengi, lakini mwishoni hayo yote ni kwa ajili ya kujenga ule utu wa mtu na utu wa mtu ambao unamfanya ajitambue kwa nafasi yake, lakini utu wa mtu ambao unamwezesha pia kutambua wenzake, ndio maendeleo mwishoni. Maendeleo ni hayo maendeleo ya aina yoyote, lazima mwishoni kipimo chake kufaa ama kutofaa kwake ni jinsi maendeleo hayo yanayofanya we mwenyewe kama mtu kama binadamu ujitambue, utu wako, thamani yako, kwa namna hiyo hiyo, namna unavyooanisha mahusiano yako na mwenzako, hivyo hivyo katika thamani yako kama binadamu. Namkubali hata Deo kwa sababu inazunguka sehemu nyingi nakuta maendeleo aliyoyafanya yanaonekana. Hakuna lami kama hizi sehemu zingine, lakini naona ziko hapo. Nimeambiwa ni kwa ajili ya Deo. Watu wengi wanamlilia ni kwa sababu aliwasaidia. Je, wewe utaliliwa kama hujafanya chochote? Ivi kwa nini tukukumbuka? Deo Sanga mbunge wa jimbo la Makambako, naye akatoa salamu za spika wa bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, huku akiwataka Watanzania kuendelea kujenga mshikamano na umoja kama ambavyo Deo Filikunjombe alikuwa akifanya. Ndio ilikuwa kumbukumbu ya kifo cha Baba wa Taifa, na leo tarehe 15 ndio kumbukumbu ya marehemu mbunge wetu marehemu Deo Filikunjombe na wenzake. Kumbukumbu hii ya marehemu Filikunjombe na wenzake itukumbushe kutuunganisha Wanaludewa na Watanzania kwa ujumla, itukumbushe kujenga mshikamano kama ambavyo marehemu alikuwa anafanya kaludewa na Tanzania kwa ujumla. Baadaye katika makaburi alikozikwa Deo Filikunjombe na wenzake wawili, askofu Maruma akaendesha misa ya kuombea baraka, huku baadhi ya wananchi wa Ludewa wakiendelea kumlilia hasa katika juhudi zake za kupigania maendeleo yao. Uh, kwa sisi wa Ludewa, kwa kweli tulikuwa na waheshimiwa wabunge wengi ambao wamepita. Ni kweli alikuwa anafanya kazi, lakini kazi ambayo ameifanya mheshimiwa yote kwa kipindi kifupi cha miaka mitano ni mambo mengi sana. Kwa mfano masuala ya mawasiliano, ujenzi e, wa barabara za lami hapa Ludewa ilikuwa ni ndoto, watu walikuwa wanasikia tu kwamba kuna lami sijui Njombe huko Makambako, Dar es Salaam, lakini hatimaye kwa muda mfupi, kwa kipindi chake imeweza kupata lami.